Kuwa na kasumba ya chuki na wivu na roho mbaya, kasumba ya kutegana, kasumba ya hasira, kasumba ya makasiriko. Mtu anaongea ni kama anaenda kupasuka, mtu anaongea ni kama ame, ameenda, anaenda kufaint. Kuna mkabila mmoja tulitoa na nyinyi hamjui. Kwa nini tulimtoa? Alikuwa anasema ati yo jamii ya Baluya haina shares kwa serikali jamii ya Mkisii haina shares kwa serikali. Huyo mkabila tukaamua tumtoe yeye peke yake, yeye tu, si watu wa Central Kenya, yeye peke yake, asije hapa kuja kuwadanganya maneno mingi ambayo haina adabu, kwa sababu yale yataongea yote ni ya hasira. Wakati alikuwa naibu ya rais kwa miaka mbili hakuwahi kanyaga hapa. Matusi, ukiamka asubuhi ni kutukana rais kama siyo rais, ni wabunge unatukana, haita kufanya kiongozi. It is only exhibiting how empty and how blank your mind is and how you are devoid of ideas on how to progress Kenya. Leave those leaders who have ideas and policies that are moving Kenya forward to go ahead with their work and stop inciting Kenyans against others. Wanyonge ambao wanaenda pale kuandamana ndio wanaumia awa vijana wadogo wadogo ndio wanaumia. Unapata kwamba viongozi katika nchi zingine wako na nguvu, wako na fedha, wako na mali ya kutoroka kutoka katika, katika nchi zao, kama kuna shida na watoke na waende katika nchi zingine. Huyu mkabila ambaye tulimfukuza huyu, mtu muongo kushinda shetani, wakati wowote wa wangu alikuwa akienda ofisi yake anamwambia kura ya William Ruto na vaolo ilikuwa kidogo, hakuna kazi ambayo tutakufanyia. Nataka nchi ambaye viongozi wa kitaifa, anasema ati taifa igawanyishwe na shares kama kampuni. Mnataka nchi kama hiyo?